Naitwa Veronica Deus Maembe, ni mfamasia kutoka hospitali ya Rufaa ya Kanda Mbeya, lakini pia ni makamu mwenyekiti kwa chama cha wafamasia Tanzania, yani PST. Sisi kama viongozi wa Kanda tumetembea leo katika hospitali ya Rufaa ya mkoa ya Sumbawanga kwa lengo la kukutana na wanataaluma ya pharmacy kikubwa ilikuwa ni kwanza ni kuweza kutambuana sisi kama viongozi kuwatambua uh, wanataaluma wenzetu ambao wanapatikana katika mkoa wa Sumbawanga mkoa wa Rukwa, lakini pia kikubwa ni kushare mipango kazi ya chama kwa mwaka wetu huu wa chama ambao unaanza tarehe moja mwezi wa kumi mpaka tarehe thelathini mwezi wa tisa. Tumeweza kuongea malengo mengi ikiwemo namna ya kuweza kuongeza uh, kuongeza members katika chama chetu, lakini pia ni kwa namna gani tunaweza tukaifikia jamii moja kwa moja sisi kama wanataaluma ya dawa, ikiwa kimojawapo ni kuchangia katika masuala ya kuongeza da, ku, ku, kuchangia damu kwa wananchi, lakini mfano masuala ya kufanya usafi katika uh, katika maeneo yetu tunayoishi, lakini kingine ni kuweza kutoa elimu mbalimbali katika jamii matumizi sahihi ya dawa, madhara na mauzi yanayopatikana kutokana na matumizi ya dawa na vitu vingi kwa ujumla wake. Kwa hiyo ziara hii imekuwa ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu tumeweza kukutana na wanataaluma wenzetu na tumewasikia maoni yao, tumesikia vitu gani ambavyo wangependa viendelee kufanyika. Lakini pia tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa maana ameweza kuongeza uh, kuongeza wafanyakazi katika mahospitali mbalimbali katika mikoa yetu o tunapenda kumshukuru sana, lakini pia tunashukuru pia uh, watendaji wenzetu ambao wameendelea kufanya kazi kwa moyo, na sisi tunawasihi kwamba waendelee kujitoa kwa ajili ya kusaidia jamii ya Watanzania. Kikao hiki pia ni moja ya maandalizi ya kikao chetu kikuu cha chama ambacho kitafanyika tarehe nne mwezi wa sita mpaka tarehe sita mwezi wa sita, ambapo mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo kikao hiki ni moja ya makutano kwa ajili ya kuweza kusikiliza kwa pamoja ni vitu gani ambavyo tungependa mheshimiwa rais avifahamu. Sisi kama wana taaluma ya kada ya pharmacy, tumekutana hapa ili tuweze ku, ku, ku, ku share au ku kuweza kusikia kila mwanataaluma ana kitu gani cha kumwambia mheshimiwa rais, kitu gani cha kuboresha katika kada yetu ya famasi, kitu gani kiweze kuboresha uh, utoaji huduma za afya katika uh, mahospitali ya ambayo tunatoa huduma za afya. Kwa hiyo kikao hiki kilikuwa ni moja ya mikakati na ni moja ya, ya platform ya kuweza kupata mawazo ya wanataaluma walioko chini kabisa ili waweze sauti yao wa iweze kufika kwa Mheshimiwa Rais. Vos FM.